Mpendwa mtazamaji, tarehe 31 ya mwezi Mei ni sikukuu ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeti. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata kutoka katika kitabu cha nabii Sefania sura ya tatu aya ya 14 hadi ya 18 na injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Luka sura ya kwanza aya ya 39 hadi 56, nitaisoma. Mariamu aliondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkiwa kwake Mariamu kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limetokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Maana sauti ya kuamkiwa kwako ilipoingia masikioni mwangu kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heli aliyeyasadiki kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu. Kisha akarudi kwenda zake nyumbani kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika siku kuu hii ya Bikira Maria kwenda kumwamkia Elizabeth, kwa nini alikwenda kumwamkia Elizabeth? Kuna jambo gani lililomfanya Bikira Maria aweze kuondoka? Na Elizabeth alikuwa anahali gani? Katika Injili ya Luka hii sura ya kwanza kuanzia aya ya ishirini na sita mpaka ile ya thelathini na sita ni habari za malaika aliyeenda kumpasha Bikira Maria kwamba atachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Maria alipokuwa amebisha juu ya habari hizo, malaika akamwambia hata ndugu yako Elizabeth naye ambaye alikuwa ametazamwa au watu wote walikuwa wamesema kwamba ni tasa amechukua mimba. Kitendo cha Bikira Maria kukubali mpango wa Mwenyezi Mungu kuchukua mimba kwa ajili ya kuweza kumzaa mkombozi kwanza kiliharibu mpango mzima wa harusi yake kati yake na Yusufu, ambao alikuwa ameshatolewa posa, na kwa sheria za dini ya Kiyahudi hupaswi kuweza kuwa mjamzito au mtakuja kufunga ndoa baada ya mwaka mmoja, na ukifanya makosa hayo lazima kifo kitokee mbele yako. Jamii ile watu ikamwona kwamba Maria ni mja mzito, Yusufu akawa ameondoka amemwacha kwa siri. Nani ataweza kuja kumwelewa Maria katika mpango huo? Hata kama akiwaambia ni malaika, watu wote tena ndio wangechukua mawe kwamba umemsingizia malaika. Alipokuwa ameachwa, alipokuwa katika huzuni, yupo katika mashaka ndipo alipoamua kufunga safari yake kutoka Nazareti kilomita mia moja zaidi, zaidi, kilomita zaidi ya mia moja na arobaini kutoka Nazareti hadi katika eneo la milima milima eneo la Yuda. Anafika huko, anakutana na huyu Elizabeth Elizabeth ambaye alikuwa ni kikongwe na yeye mwenyewe kwamba jamii yote ya watu walikuwa wameshamsemea kwamba wewe umejifanya kwamba ni mke wa kuhani, kuhani anatoa ibada, anapokea sadaka mara kwa mara hekaluni, lakini huzai. Wakawa wamemwandalia kwamba yeye na kumtamkia kwamba yeye ni tasa. Nyakati hizo ameshika mimba Elizabeth, jamii nzima ilishangaa, watu wakaanza kuja kumtazama pale, tuweze kuona mimba ya kikongwe ikoje, anatembeaje. Ndipo akaenda kukaa eneo la upweke, akawa hana msaada. Wote ule Maria anatoka anaenda kumwamkia Elizabeth ambaye alikuwa mpweke. Jamii yote wanashangaa, hatujawahi kuona mimba ya kikongwe. Anafika pale katika kwenda kumsaidia katika kuweza kupata neno la faraja kwamba wewe umechukua mimba katika nyakati za uzee kwa sababu ya mpango wa Mwenyezi Mungu, na mimi pia nimechukua mimba katika hali ya usichana. katika kuweza kubali mpango wa Mwenyezi Mungu, nisaidie kitu gani nitembee nacho katika nyakati hizi. Anafika pale katika kuweza kumwamkia ndipo huyu sasa uh, Elizabeth anajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbuka wakati huo Maria alipokuwa anapewa habari na malaika, malaika alimwambia kwamba utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu alimjia Maria na Maria alikuwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Katika Biblia, katika Agano la Jipya Maria ndio anakuwa wa kwanza kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Yeye ndio alikuwa mwanakarama wa kwanza, yeye ndio alikuwa amejazwa nguvu hizo. Angalia, kuweza kumsalimia tu huyu Elizabeth, Elizabeth naye anajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, anaanza kutamka yale maneno ambayo yapo katika sala ile ya salamu Maria anasema kwamba imekuwaje mama wa Bwana wangu uje unitembelee mimi na kwa sababu sauti yako tu ilipotamka kwangu, maneno yako yalipoingia masikioni mwangu kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo langu. Yani mtoto aliko tumboni akasalimiana na mtoto aliyekuwa ndani ya tumbo la Maria, akaruka kwa furaha. Tunajifunza kitu gani? Kuna nguvu kubwa sana nyakati za mashaka zinavyokuja. Umeachwa uelewe kitu gani kinachokuja katika kuja kupokea mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mashaka, umenenewa mabaya, hunatumaini tena utume wako, kukubali kwako kuk... neno lako kwamba ndio neno lako fiat kwa Bwana likawa mateso katika jamii ile yote. Yule uliyokuwa namtegemea kwamba atakuletea faraja anakuacha. Yule uliyokuwa namtegemea kwamba angesema pamoja na wewe, ndio anakuwa wa kwanza kukukimbia, na jamii yote inakuacha. Nyakati hizo za mashaka, huwa tunapenda kujifungia ndani hatutoki. Maria alitoka akaenda kutoa msaada, lipokeele neno. Nyakati za mashaka, nenda kawasaidia watu ambao wana uhitaji. Anafika pale, neno anayopewa kwamba mama wa Bwana wangu, limetoka neno la Maria limefutika. anakuwa mama wa Bwana, anapewa umama kutokana na kazi yalikamea kuisaidia. Kwa hiyo siku ya leo Maria anapewa jina kwamba ni mama wa Bwana, mama wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya matendo yake. Je, wewe kwa matendo yako umepewa jina gani? Nyakati zile ambazo ulikuwa una huzuni, umeachwa, umepewa jina gani? Kwa matendo yako kawasaidie watu, jina lako litabadilika. Na angalia baada ya hapo, baada ya maneno hayo ya huyu Elizabeth, Maria anavyozungumza, anaanza kumwazimisha Bwana. Roho yangu ime, anasema moyo wangu wamwazimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu katika nyakati hizo yeye moyo wake ulimwadhimisha Bwana katika nyakati za mateso na mashaka, moyo wako unamwadhimisha nani? Nani ambaye yuko ndani ya moyo wako katika nyakati za kuachwa? Unamwadhimisha Bwana. Mwenzetu alimwadhimisha Bwana hadi katika nyakati za mashaka, hata aliponenewa maneno mazuri na mabaya anamwadhimisha Bwana. Juu ya vitu hivyo, mwadhimishe Bwana katika magumu Mwadhimishe Bwana katika nyakati za kuachwa, mwadhimishe Bwana hadi katika nyakati za kuweza kunenewa mabaya, mwadhimishe Bwana hadi katika nyakati za kuweza kujitoa. Baadaye anasema kwa sababu ameutazama unyonge wa mjakazi wangu, kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Kwa nini anatamka maneno kwamba vizazi vyote wataniita mbarikiwa? Akiwa Nazareti, wale watu wa Nazareti walisema kwamba hilo tumbo na aliyeko tumboni na u ume mwenyewe umetoka katika kizazi cha laana, walimlaani kwa maneno yao yao, hawakumbariki hawakumbariki. Lakini yeye kwa sababu tayari malaika alimwambia kwamba hilo ni kwa ajili ya kusudi la Mwenyezi Mungu, kwamba atakayezaliwa atakuwa ni mkombozi, ilibidi ajibariki yeye mwenyewe kwa kile alichokuwa amebeba ndani mwake. Hebu jibariki kwa ile karama ambayo iko ndani mwako. Jibariki wewe mwenyewe kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekweka ndani mwako. Unashambuliwa mara kwa mara na watu kwa sababu ya kile ambacho kiko nacho ndani mwako. Maria walimtukana kwa sababu ya kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo alikuwa amelibeba ndani ya tumbo lake. Unatukanwa, umenenewa mabaya, umenenewa hayo kwa sababu ya kusudi la Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ulilobeba ndani mwako, na hakuna mtu mwingine yeyote yule ambaye anaweza akaja akakunenea maneno mazuri juu ya kusudi la Mwenyezi Mungu. Jibariki wewe mwenyewe. Ndio maana Maria anasema kwamba kuanzia sasa vizazi vyote watanita mbarikiwa, alivyojibariki yeye. Na hilo neno sasa limetamka, limetimilika. Kila sehemu ukienda wanasema kama Maria ni mbarikiwa, Maria ni mbarikiwa. Jibariki katika safari ya maisha yako, ni jinenee mema kama, usije ukajinenea mabaya unavyopita ukaruhusu maduizi yako waweza kufurahi. Maria alijinenea mema na nimbarikiwa. Jina enee mema, utabarikiwa na kusudi Mwenyezi Mungu litatimia ndani ya maisha yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.